Unajua kwa nini watu wengi wanafanya kazi sana lakini hawafiki mbali? Sio kwa sababu hawana akili, wala sio kwa sababu hawana uwezo. Ni kwa sababu wamegawanya nguvu zao kila mahali. Wanapigana vita kumi kwa wakati mmoja na mwisho wanashindwa vyote. Katika dunia ya nguvu, anayeshinda si yule mwenye mipango mingi, bali ni yule anayechagua uwanja mmoja na kukusanya nguvu zake zote hapo. Leo tunavunja moja ya sheria kali zaidi za mamlaka. Leo tena ni The 48 Laws of Power. Kaa hapo hapo na uongeze sauti. Usisahau, hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sheria ya 23. Kusanya nguvu zako sehemu moja. Concentrate your forces. Sheria ya ishirini na tatu ya The 48 Laws of Power inazungumzia moja ya kanuni muhimu sana katika historia ya nguvu, vita, biashara na mafanikio ya binafsi. Nguvu ikitawanywa hudhoofika, lakini ikikusanywa huongezeka mara nyingi zaidi. Robert Greene anaeleza kwamba watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana uwezo, akili au rasilimali bali kwa sababu wanazitawanya nguvu zao kwenye maeneo mengi kwa wakati mmoja. Wanajaribu kufanya kila kitu, kufurahisha kila mtu au kushindana kila mahali, na mwisho wake hawapati ushindi wa kweli popote. Kiasili binadamu huvutiwa na fursa nyingi. Akiona milango mingi imefunguka, anataka kuingia yote, lakini katika ulimwengu wa nguvu mtazamo huu ni hatari. Kila eneo unaloligusa linahitaji muda, umakini na nguvu ya akili. Ukivigawanya vipande vipande, hakuna hata kimoja kinachopata nguvu ya kutosha kuleta matokeo makubwa. Sheria hii inakufundisha kwamba ni bora uwe na nguvu kubwa kwenye eneo moja kuliko nguvu ndogo kwenye maeneo kumi. Greene anatumia mifano mingi ya kihistoria kuonyesha hili. Katika vita jeshi linalotawanya askari wake kila upande mara nyingi hushindwa na jeshi dogo linalokusanya nguvu zake kwenye sehemu moja muhimu. Hata kama adui ana askari wengi, pigo moja kali lililolenga sehemu nyeti linaweza kubadilisha kabisa mwelekeo wa vita. Hii inaonyesha kwamba ushindi hautokali na wingi wa nguvu, bali na namna nguvu hizo zilivyopangwa na kuelekezwa. katika maisha ya kila siku Sheria hii ina maana kubwa sana. Fikiria mtu anayejihusisha na biashara nyingi kwa wakati mmoja: ana duka, ana online business, ana kilimo, ana crypto, ana mpango wa YouTube na bado anatafuta kazi kwa nje. Anaonekana mwenye bidii, lakini kiuhalisia nguvu zake zimegawanyika sana. Hana muda wa kujifunza kwa kina, hana nguvu ya kufuatilia kila kitu, na akili yake imejaa msongo. Mtu mwingine anaweza kuwa na biashara moja tu, lakini anaweka muda wake wote, ubunifu wake wote na rasilimali zake zote hapo. Kwa muda, mtu wa pili ndiye anayekua, anayejenga jina na anayepata mamlaka katika eneo lake. Sheria ya 23 pia inahusiana sana na nguvu ya mkusanyiko wa akili. Akili inapolenga jambo moja huanza kuona fursa ambazo akili iliyotawanyika haiwezi kuona. Unapoamua hapa ndipo napigana, unaanza kuelewa undani, hila na mikondo ya eneo hilo. Unajenga uzoefu, mtandao na umahiri ambao hauwezi kupatikana kwa kugusagusa tu. Ndipo unapogeuka kutoka mtu wa kawaida kwenda mtu mwenye nguvu na ushawishi katika eneo fulani. Katika mazingira ya kazi, sheria hii ina maana kwamba badala ya kujaribu kung'ara kila idara, ni bora ujenge nguvu kwenye eneo moja muhimu. Mfanyakazi anayejulikana kwa jambo moja maalumu, mara nyingi huwa na thamani kubwa kuliko yule anayefanya kila kitu kwa wastani. Ukikusanya nguvu zako kwenye ujuzi mmoja unaohitajika sana, unajifanya kuwa mtu asiye rahisi kubadilishwa. Hapo ndipo nguvu yako ya kujadiliana inapoongezeka. Sheria ya ishirini na tatu pia inagusa mahusiano na siasa za kijamii. Mtu anayejitahidi kupendwa na kila mtu mara nyingi huishia kutoaminika na kutochukuliwa kwa uzito, lakini mtu anayejenga uhusiano wa kina na watu wachache muhimu hujenga ngome ya nguvu. Hii ni kwa sababu ushawishi wa kweli hautokani na idadi ya watu unaowajua, bali na uzito wa mahusiano ulionayo. Kusanya nguvu zako kwa watu wanaoweza kukuinua si kwa kila mtu anayepita. Greene anaonya pia kuhusu tamaa ya kupanua nguvu mapema sana. Watu wengi wanapopata mafanikio madogo hutaka kuyasambaza kila mahali kabla hayajakaa imara. Hii ni hatari kwa sababu msingi bado ni mdhaifu. Sheria ya ishirini na tatu inakufundisha kuidhibiti tamaa ya kupanua haraka, na badala yake uimarishe kile ulichonacho kwanza. Nguvu ikishakaa imara, ndipo unaweza kuipanua bila kuporomoka. Kisaikolojia, sheria hii inakufundisha nidhamu. Inakulazimisha kusema hapana kwa mambo mengi mazuri ili useme ndiyo kwa jambo moja muhimu sana. Hii si rahisi, kwa sababu inahitaji ujasiri wa kuacha fursa, watu au miradi mingine, lakini huo ndio msingi wa nguvu ya kweli. Mtu asiyeweza kuchagua hawezi kuwa na mamlaka, atabaki akivutwa kila upande. Katika mtazamo wa muda mrefu, sheria ya 23 kusanya nguvu zako Inakuonyesha kwamba nguvu si kitu cha ghafla bali ni matokeo ya mkusanyiko wa muda, umakini na msimamo. Unapokusanya nguvu zako sehemu moja, unajenga wimbi. Wimbi likiwa dogo halionekani, lakini likiendelea kukusanywa hufikia hatua ambapo haliwezi kuzuilika. Ndipo unapobadilika kutoka mtu anayepambana kila mahali kwenda mtu anayeheshimiwa na kuogopwa katika eneo lake. Kwa hiyo, ujumbe mkuu wa sheria hii ni rahisi lakini mzito. Chagua uwanja wako, kusanya nguvu zako hapo na piga kwa umakini wote. Usitawanye akili yako, muda wako na rasilimali zako ovyo. Dunia inawaheshimu na kuwapa mamlaka wale wanaojua kulenga, kusubiri na kutumia nguvu zao kwa mkusanyiko. Ukifanya hivyo, hata kama unaanza mdogo Unaweza kuishinda nguvu kubwa zaidi iliyotawanyika. Kuanzia leo, acha kuwa kila mahali, lakini hauna nguvu popote. Chagua eneo moja linalokupa faida kubwa zaidi, na weka nguvu zako zote hapo. Funga milango mingine, zuia usumbufu, na ruhusu mkusanyiko wa nguvu zako ujenge mamlaka yako. Kama umeelewa uzito wa sheria hii, bonyeza like, subscribe na andika kwenye comment Ninakusanya nguvu zangu kwa sababu mtu anayejua kulenga ndiye anayeshinda dunia hii.